Performance mimi mimi mwumimi nimeonekana kama mtu kama Konde Konde, performance nzuri, mimi nilienjoy kuiangalia, japo kidogo anagusha, lakini pia vibaya hivyo vizuri, kwa sababu show kubwa sana san, kitu kikubwa zaidi, lakini hajafanya vibaya, anafanya vizuri kwa mimi sijaona dosari kubwa, nafikiri wamejifunza vitu vingi, bali utaa maa wasanii wengi tofauti wamejifunza vitu vingi, kwa nafikiri next, hata kama ikiwa sio Tanzania, ikiwa sehemu nyingine, aweza kufanya kitu kikubwa zaidi ya kile ambacho mimi nimekiona siku hiyo. Master Jay uh, alizungumza kwamba wasanii wa Tanzania kwenye live performance bado sana na moja ya msanii ambaye alizungumza akamtaja uh, Alikiba na Bana Pua. Wewe ni mtu wa karibu ambao unamfuatilia Alikiba, namna anavyoimba ni, ni kinachotajwa kwanza, ni kweli Alikiba na Bana Pua. Mimi nataka ni, ni, ni... niongee kitu kimoja. Master Jay um, ni mtu wetu mkubwa hivi sasa. Mimi nimesikiza vizuri ile interview ya Master Jay pamoja na ile mtangazaji silan. Nachogundua wewe Master Jay yeah, anaamini sana kwenye European scale kuliko kwenye Arabic scale. Kwa hiyo na ndio maana hata mfano utoa, anasema huyu abanapua anaimba kama Wahindi. Wahindi ni Arabic scale, hata kawataja wasanii ambao yeye anaamini ni wabaya sana kwenye performance, live performance, wote ni wa wa, au sio? kuna mbele katika katika, wote ndio sema hivi aka aktahkwawaabea na Rubi ni ni Barnaba wote ni Wakristo. Barnaba ni Muislamu. Barnaba ni Muislamu. Lakini Barnaba ni Kristo. Kwa hiyo yeye anaamini sana kwenye mtu ambaye anatoka kanisani anakuja kuimba, ni mwanamuziki mzuri. Kwa hiyo yeye anaamini European scale. yeah, yeah. Aamini ah, kwenye Arabic scale. Ndio maana, hata, yeye na, na, na, na Pifunk. Pifunk ni Muislam, anaamini kwenye Arabic scale. Ndio maana kama miaka miwili kama ni, ni msanii wake anaamini kwenye Arabic scale. Na ndio maana magoma zamani mtu anachana afu mtu anaimba kwa sababu, anataka, anataka, anataka, kutest, kuingiza test nyingine. Mtu akichana ingine Arabic scale kidogo na kafanikiwa, magoma alienda sana zamani kwa hiyo yeye anaamini anachokiamini ka sitaki kuwafanya kwa, kwa watu wote waamini ambacho yeye anaamini japo yeye na, anapenda mzi, ya, ni, na, na, ni mkubwa kwa sababu kuwa producer mkubwa so, kwa mkenda, amini, yeye, sio kwamba kile anachokiamini yeye ndio aamini dunia nzima sio kweli okay. tunda tunda turudi sasa kwenye majibu ya Alikiba hmm. baada ya uh, Master Jay kuzungumza yale majibu ya Alikiba ndio yalizua gumzo sana mitandaoni pia yeah. baada ya Alikiba kumjibu kwamba hizo mapigo ni kama uh, una, una, una, una alisemaje una upinde fulani hivi hivi, yale majibu. Kuna watu pia ambao ni wasanii wenzio wengine wanasema kwamba okay. uh, Master Jay alikosea lakini pia Alikiba alijibu kwa makosa zaidi. Kwa upande wako, unahisi nini ambacho kipo sawa? Nakwambiaje, hata paka wako nyumbani hmm. ukimkanyaga mkia atakuparura tu, hata kama unamfuga unampa chakula. Anafanyaje pointalo aliongea Master Jay hmm. Uwezi jua ni kisa gani mtu ameumia sawa, au ni flani, kum, kiasi gani mtu amemtoa sehemu fulani kumshusha chini kiasi fulani, sababu kuna watu wanamwamini Master Jay asilimia yes, mia. Wanaamini vipi? Mm, kwa point kubwa ni kwamba sijajua moyo wa Ali jinsi gani alivyoguswa mm, na mbaka afanya vile, ndio maana mbaka futa aliandika afuta it means mm, kwamba aliandika kwa hasira kwa sababu hata ningekuwa mimi, mm. mimi naweza kutaja madai yale kwa madogo mm, ningeongeza zaidi mm.